Je, unajua kuna kiumbe wa ajabu atatokea, atachimbuka kutoka ardhini, tena mwenye uwezo wa ajabu wa kuwatambua waumini na makafiri? Je, kiumbe huyu atatokea eneo gani? Je, kiumbe huyu atakuwa na alama gani? Qurani, hadithi na maulamaa wanamzungumziaje? Kiumbe huyu mpenzi mtazamaji, kabla hatujaendelea, ni kuombe usisahau kusubscribe, ku comment, ku like na kushea ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazokuja kupitia hapa Khairo TV. Pia ni kuombe mpenzi mtazamaji usisahau kumsalia Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, kwani yeye ni rehma ya ulimwengu wote. Usisahau kufanya istighfari aombea dua maiti wetu wote na sisi wenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala atupatie mwisho mwema. Mpenzi mtazamaji, je, Dabbatul Ardhi ni nani? Dabbatul Ardhi si malaika wala si mwanadamu, bali Dabbatul Ardhi ni kiumbe ambaye atazuka kutoka ardhini kwa amri ya Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala kupitia Qurani tukufu anamzungumzia kiumbe huyu wa ajabu katika surat Al-Anam, Allah Subhanahu wa Taala anasema, bada audhu billahi minash shaitani rajim, Bismillahir rahmani rahim, na tutakaposema juu yao kauli ya adhabu tutawatolea Dabbatul Ardh, yaani huyu kiumbe atakayewaambia kuwa watu walikuwa hawaamini aya zetu. Je, atatokea lini kiumbe huyu dabbatul ardh? Kiumbe huyu ambaye ni miongoni mwa alama kubwa kabisa za Kiama atatokea baada ya kupita matukio makubwa makubwa ikiwemo jua kutoka magharibi kwenda mashariki. Kwani katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inaelezea miongoni mwa alama kumi kubwa za Kiyama, basi kutokea kiumbe huyu Dabbatul Ardhi katika dunia. Je, atatokea wapi kiumbe huyu? Kuhusu hili wanazuoni wametofautiana kwa uchache, lakini maoni maarufu kabisa ya wanazuoni wanasema atatokea Makka. Wengine wanasema atatokea Makka, sehemu ya mlima Swafa, na wengine wakasema kwamba atatokea karibu na Alkaaba. Mpenzi mtazamaji, Je, kiumbe huyu tutamjuaje? Atakuwa na alama gani, au atajulikana vipi, na atakuwa anafanya nini kiumbe huyu? Kiumbe huyu atabeba fimbo ya nabiy ullahi Musa alaihi salam, pia atabeba muhuri wa nabiy ullahi Sulaiman alaihi salam. Kupitia muhuri atawagonga muli huo makafiri wote na kuonekana mbele za watu kwamba ni makafiri. Lakini kupitia fimbo ya nabiullahi Musa alaihi salam, atatumia fimbo hiyo kuwagongea waumini katika nyuso zao, na hapo ndipo nyuso za waumini zitang'aa na kumeremeta. Ukiangalia katika tafsiri ya Mujahid na Ibn Kathir inasema kwamba alama hizi ambazo kiumbe huyu atawaweka waumini na makafiri zitaonekana waziwazi, kwani hapo hakuna atayeweza kujiziia kuzifuta alama hizi. Kwa hiyo wataonekana makafiri ni wagani na waumini ni wagani. Wanazuoni wanafafanua juu ya kiumbe hiki, wanasema kwamba kiumbe hiki si kazi yake kuleta uongofu wala siyo kazi yake kuonya, bali yeye hutia mihuli ya mwisho na kuonyesha kwamba hakuna tena toba. Maulamaa wameendelea tena kusema kwamba Dabbatul Ard, kiumbe huyu ni dalili tosha kwamba milango ya rehma imeshafungwa na adhabu imekaribia. Hivyo basi, ukiona kiumbe huyu wakati ambao atatokea na ukapigwa muhuli wa kwamba wewe ni kafir, ndio moja kwa moja wewe ni kafir. Na ukipigwa fimbo ya Musa ambayo atatembea nayo mnyama huyu, basi wewe uso wako utang'aa, na moja kwa moja ni dalili za wewe kuwa ni muumini, kwani wakati huo hakuna tena milango ya toba. Kiumbe huyu atazunguka maeneo tofauti tofauti, lakini atazungumza na watu kwa lugha ambayo watu hutumia lugha ile. Kiumbe huyu, mpenzi mtazamaji, ni miongoni mwa mitihani mikubwa na alama kubwa za Kiama, kama nilivyotangulia kusema hapo awali. Mpenzi mtazamaji, tujitahidi kufanya mema, tujitahidi kufanya mema na ibada zote ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha kuzifanya, na tuyaache yote ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha kuyaacha, kwani fitna kama hizi za mwisho wa dunia ni mzito, hatuwezi kuziepuka mimi na wewe isipokuwa kwa jala yake Allahu subhanahu wa ta'ala. Mpenzi mtazamaji, kupitia hapa Khairo TV, ikiwa umepata faida yoyote, usisahau kumswalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwani yeye ni rehma ulimwenguni kote. Pia Usisahau kufanya istighfari kumwomba Allah subhanahu wataala msamaha, pia kumomba Allah subhanahu wataala atujalie mwisho mwema, atusamehe sisi na vipenzi vyetu. Pia mpenzi mtazamaji, ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, ku koraiki like na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Na kufikia hapa mpenzi mtazamaji, sina la zaidi. Allah subhanahu wa taala namuomba anipe taufiki ya kuweka video nyingine ya dalili zingine kubwa za Kiyama, anijalie afya na uzima wa ilahuna ara yakfi wa aqul lakum, assalamu alaikum